Kama tunavyofahamu vijana wa taifa hili wanavyotaka kupiga hatua kusonga mbele, ni lazima washirikiane na mataifa mengine, ni lazima waangalie duniani mambo yanaendelea vipi. Tunazungumza siku zote kama tunataka kufika mbali, basi ni lazima tuende na wengine, na hivyo ndivyo ambavyo tunaangalia sasa nafasi ambazo zipo katika uh, Umoja wa Mataifa, nafasi ambazo zipo katika uh, eneo hili kuhakikisha vijana wa kitanzania nao wanashiriki na kwa namna gani wanaweza wakawakilisha vyema taifa letu na wakaweza kupiga hatua kama ambavyo vijana wa mataifa mengine wanapiga hatua. Na kwa kuliangalia hili, tumewalika vijana ambao hawa ni wanashi, watashiriki mkutano kivuli wa Umoja wa Mataifa ambao unahusisha vijana, na ili tuangalie nao fursa za vijana katika Umoja wa Mataifa. Sio mkutano huu tu, zipo fursa nyingi ambazo vijana wa kitanzania wanaweza wakazipata. Kwa hiyo, kama wewe ni kijana wa Kitanzania, kama ni mzazi, unaweza ukasikiliza hapa na ukaweza kumhamasisha kijana wako akaweza kushiriki. Tayari tunaye Edward ambaye huyu ni uh, coordinator wa mkutano huu. Karibu sana, tumefurahi kuwa na wewe asubuhi ya leo asante. ten, kwanza mb. kabisa tuelezee juu ya huu mkutano kivuli tunauita TIMUN. Ndio kwanza kabisa huu uh, mkutano upo chini ya uh, uh, asasi ya Umoja wa Mataifa ya vijana ambayo inaitwa Youth United Nation Association, ya Umoja Mataifa ya vijana, ambapo lengo lake mama imeanzishwa hii ilikusudi kuleta karibu a, tunasema vijana au a, wale watu wote vijana hususan kuelewa na kufahamu zaidi kuhusiana na mambo ya Umoja wa Mataifa, lakini mbali na hivyo imeleta kwa ajili ya a, vijana mbalimbali waweze kuleta changamoto zao na kuleta a, namna gani ya kuweza ku tunasema kwamba resolution mbalimbali mm, ili kusudi kwamba kama vile umoja wa mataifa wanavyofanya sisi hivyo hivyo kama vijana yeah, kwa upande wetu wa Tanzania tunakuja na resolution zetu ndio mm. Na, ni kitu gani sasa? Ni, ni fursa zipi ambazo zipo kwenye mkutano wenyewe kama vijana watashiriki? Sasa fursa ya kwanza tunasema kwamba huu mkutano hauhusishi kwamba Tanzania peke yake, inahusisha uh, nchi mbalimbali ambapo kwamba nchi hizo mbalimbali vijana mbalimbali wanakuwepo, na zamani, naweza kusema kwamba fursa ya kwanza ni tunaweza kupata resolution mbalimbali mbali kutoka nchi tofauti, wao wanafanyaje? Kwa mfano kwenye swala so zima la sasa hivi tunasema changamoto za ajira kwamba wao je, ja nchi fulani inafanyaje kuhusiana na changamoto za ajira, kwamba labda wao wameweza kutatua ajira kwa kutokana na moja mbili tatu. Hivyo tunavyokutana kwamba vijana wote kwa pamoja, tunaweza kutatua hizo changamoto kwa kutokana na wao konteksti zao wanazofanya, hivyo hivyo na sisi tutaweza ku, kuangalia kama sisi kwa upande wetu wa vijana kwa nchi yetu ya Tanzania hmm. Sasa, na... unazungumziaje ushiriki wa vijana wa Kitanzania kwenye fursa kama hizi ambazo zinahusisha pia mataifa mengine? Okay. Ushiriki wa vijana uh, ukiangalia kwa upande wa nyuma na sasa hivi ni tofauti. Kwa sasa hivi umekuwa siku hadi siku, kwa sababu ya tunasema kwamba utandawazi, vijana tunafahamu vitu vingi, hivyo ushiriki wao ni mkubwa sana, na sisi bado tunaona kwamba bado haujakuwa, kwa sababu uh, wana vijana wengi bado hatufahamu fursa mbalimbali, kwa sababu msingi mkuu waku, wa kufanikiwa tunasema ni taarifa. Yeah. Pasipokuwa na taarifa, basi kijana uh, hautoweza kufanya mambo yako kwa hiyo kwamba vijana, ndio maana tumekuja leo hii kuhamasisha vijana mbalimbali ambao wanapenda masuala zima ya tunasema kwamba diplomasia yeah. na masuala zima ya uongozi, lakini mm, pia sio masuala hayo tu, hasa masuala zima ya vijana kama vijana sisi kwenye katika kukua mm -hmm. mm. na tueleze sasa namna ambavyo kijana anaweza akapata nafasi hizi anafanya nini? Okay. Uh, awali ya yote naweza nikasema kwamba dirisha la usajili lilikuwa limefungwa siku ya jana, lakini bado hajachelewa, anaweza akawasiliana na sisi kama yule mkijana na uhitaji wa kuweza uh, kuhitaji kushiriki katika huu mkutano wa Umoja wa Mataifa uh, aweze kuwasiliana na sisi kwa website, website ya kwetu, lakini pia katika social media zetu, mitandao yetu ya kijamii tunatumia kama yuna Tanzania, au unaweza ukatumia kwamba ukaenda Instagram Tanzania MUN Ha, ukiachana okay, na mkutano huu, anataka kushiriki katika fursa nyinginezo, yani kuwa kwenye ile mnyororo tunasema kupata taarifa za hizi fursa. Anatakiwa kufanya nini? Ah, uh, cha kwanza kabisa hatujaweka kwamba mkutano ndio main key. Hmm. Tunakuwa tuna sales activity. Na hizo sales activity huaga tumelenga katika platform zote. Kuna platform nyingine tunaenda tuna uh, kila wiki ya Jumamosi tunakuwepo tuna Twitter space ambapo tunajadili mambo mbalimbali takuwepo na Ma, magwiji katika engo hizo kwa mfano, kama uh, Jumamosi hii hapa tutakuwepo na magwiji mbalimbali kwenye masuala zima ya uh, uongozi na masuala zima ya, ya, ya, ya amani tunasema na ambapo kijana ambaye labda hataweza kushiriki anaweza basi akashiriki kwa kutumia Twitter space, lakini mbali na hivyo uh, tutakuwepo na symposium tunaita ile pre activity na hiyo itahusisha watu wote, ni bure kabisa na hapo tutawaalika watu wote waweze kujadili mambo mbalimbali hususan mbali. Katika hiyo preactivity yetu ya kwanza, ni tutadili na masuala zima ya tunasema mabadiliko ya tabia nchi na tunaunga mkono juhudi za mama katika masuala zima ya kutumia uh, nishati safi na salama. mm -hmm. katika hiyo sasa, na yote hawa wanajisajili pia kwenye website. Tunahitaji sasa kijana aje, anatakiwa kuwa na sifa zipi? Ni kijana yupi ambaye anahitajika? yeah. Asante sana kama kuna umri hata yeah. Sisi bado ni vijana. Uh, cha kwanza kabisa sisi katika timu yetu ya vijana tumeita kuanzia kijana kuanzia miaka kumi na sita kwa sababu waga kuna kategori zao, kutakuwa kuna session zao kuanzia miaka 16 tutaarrange mm, 16 mpaka 20 kutakuwa na session zao. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, kama ni kijana una miaka takribani miaka 16 ni fursa yako mpaka 35, tunakutia kijana. Lakini hmm, mbali na hivyo, kwa sababu mkutano huu utaenda kuhusisha ndani ya siku tano na tutaenda kufanyia jijini Dodoma, tutakaa kule ndani ya siku tano, tutakuwa tunajadili mambo mbalimbali. Kuna kiasi tu cha fedha kidogo ambacho unaweza kuchangia Mm -hmm. Mm -hmm. Safi kabisa, tunakushukuru sana, na pengine kwa kumalizia sasa ni namna gani ambao vijana wanaweza wakawapata kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi jinsi ya kushiriki mkutano um, huu lakini fursa nyingine ambazo zipo ndani ya Umoja wa Mataifa? Asante sana. Uh, kwanza kabisa uh, kwa mtu ambaye anahitaji kushiriki aweze kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ambayo tunatumia, uh, kama yuna Tanzania akienda uh, Instagram au Facebook, Twitter, kote tupo uh, unaweza kaandika pale Yuna Tanzania au Tanzania Moon unatupata na unaweza kutufikia lakini mbali pia na hivyo unaweza nikaacha namba yangu tukawasiliana zaidi kwa sababu mimi ndo mratibu mkuu tunasema hmm. ha, labda kwa mfano labda kuna mashirika ambayo yanahitaji ku tunasema ku, kwamba kushirikiana na sisi kufanikisha hii au taasisi binafsi inahitaji mm. kufanikisha hii anaweza pia kawasiliana na mimi kwenye namba zangu mm. sio kutaja mm. ni